Hey, mambo vipi? Karibu sana tunaendelea na kujifunza JavaScript. Bado tupo katika kipengele cha array. Video iliyopita tuliweza kujifunza baadhi ya method ambazo zinatusaidia sisi kuweza kuongeza ama kupunguza element katika array zetu. Na video hii ya leo tutaendelea na kuangalia method nyingine ambazo zinafanya kazi ya kuweza kutafuta katika array yetu element fulani, kuweza kutambua index ya hiyo element, kuweza kuchagua sehemu ya array, kuweza kuunganisha array methodi hizo ndizo ambazo tutaenda kuzikava leo katika video hii ambazo ni muendelezo tu wa zile ambazo tumezianza katika video iliyopita so, moja kwa moja tuanze na methodi ya kwanza ambayo inakwenda kwa jina la index of methodi hii kikubwa ambacho inafanya ni kuweza kutupatia sisi index ya element fulani katika array yetu so, inakwenda ina search hiyo value ambayo tutaipatia katika array yetu na kuweza kuturudishia sisi index ili basi tuweze kutambua hiyo array element ipo katika array yetu ama haipo. Hiyo value, je, ipo kati ya element zilizohifadhiwa katika array hiyo ama haipo. Ndio kitu kikubwa ambacho hii index of inakwenda kufanya. Ikiwa haipo element hiyo inakuwa inarudisha negative 1. Acha tuweze kuona. Nipo na array yangu hapa ya fruit, tupo na value ya kwanza mango, banana, orange, tupo na element tatu hizo kwenye array yetu hii ya fruit. So nitakwenda mimi kuandika hapa console Console.log nani humu fruits in array yetu, dot kuweza kuaccess kufanya kazi na hii method yetu ya index of. So unaandika hapa index alafu of, unaanza na herufi kubwa O of, unafungua mabano ya method yako, ndani hapa sasa unapitisha ile value ambayo unahitaji kwenda kuiangalia, je katika hiyo array yetu ipo elementi hii kati ya hizo elementi zilizopo kwenye hiyo array so mfano hapa, mimi wacha niweze kuweka let's say orange, na ukiangalia imerudisha index ya mbili hapa, ikionyesha kuwa orange ipo elementi hii katika array yetu hii ya fruit, na elementi hii inapatikana katika index ya mbili. Na ni kweli, index ya zero ni mango, index ya one ni banana, index ya mbili ni orange. Kwa hiyo orange ipo lakini pia unaweza kuandika mfano mengo, let's say mengo, tuone. Imerudisha hapa index ya 0. Ni kweli, mengo ipo na inapatikana katika index ya 0. Unapohitaji sasa, inatokea muda mwingine utahitaji kuweza kutambua value fulani imo katika array yangu, na kama imo, ipo katika index gani, ili uweze kufanya kazi na hiyo index basi, unaweza kutumia hii method ya index of. Lakini ikitokea umeweka mfano Apple. Apple, tunaona haipo hapa katika array yetu. Tuone itatuletea jibu gani? Apple imeleta negative one, ikimaanisha kuwa negative one element hiyo haipo, haijapatikana katika element zilizopo kwenye array yako, ama value hiyo haipo katika value ambazo zipo zimehifadhiwa katika hiyo array yako. Hii ndio tunaita index of method jinsi ambavyo inafanya kazi. Na natumai umeweza kunielewa vizuri. Lakini method nyingine ambayo ipo tunahitaji kuweza kuifahamu inakwenda kwa jina la includes na methodi hiyo, kikubwa ambacho inafanya ni kuweza kuangalia kama element ipo, kama hivi ambavyo hii ya index of inafanya. Lakini kuna tofauti kidogo, index of inarudisha index ya hiyo element. Kama ipo, itarudisha index yake, hiyo value ipo katika element ya index ngapi kwenye array. Kama haipo, inarudisha negative 1. Lakini kwa upande wa hii includes inarudisha boolean value, true or false. Mango ipo, inaleta true ipo. Mango haipo, inaleta false. Wacha niweze kuonyesha. So mimi hapa sitaweza kubadilisha sana. Instead ya kuweza kuweka hii index of nitaifuta, nitaweka sasa hii includes. Includes apple. Apple ipo katika array zetu, value hakuna, katika array yetu ya fruit hakuna hii element ya apple. Na ndio maana huko katika console tunaona imeleta jibu la false. Kwa hiyo includes inakupa wewe true or false. Value loiweka hapo element uliyoweka hapo ipo katika array au haipo. Mfano nikiweka let's say banana. Banana si tupo nayo, tunategemea ilete jibu la true. Ipo element hiyo banana, true, ipo element hiyo katika array yetu. So hii includes inafanya kazi hivyo. Nadhani unaona tofauti uliopo baina includes na ile indexOf. Lakini pia method nyingine ambayo nahitaji tuweze kuipitia leo ni hii ambayo ni slice, tunaita hivyo slice kikubwa ambacho inafanya method hii ni kuweza kuchukua sehemu ya array bila ya kuharibu array ile arrangement yake asili. Namaanisha nini? Wacha niweze kuonyesha hapa. Let's say tupo na mango, tupo na banana, tupo na orange. Tuongeze hapa array yetu, tuweke na apple. Sorry, comma, apple. Then tuende tukatumie sasa hii slice uone method hii inakufanya kazi. Na hii inakuwa method ya slice, inahitaji index kuanzia, yani kuna kuwa na index unaweka mbili, ya kwanza na ya mwisho. Wacha niweze kuonyesha ili unielewa vizuri. So hapa let's say tupo na const variable nyingine, let's say sliced saw sawa sawa na fruits then dot to access hii method yetu ya slice alafu hapa katika mabano tunakuwa tunapitisha vitu viwili. Tunapitisha value ya kwanza ambayo ni index ya kwanza ya kuanzia na index ya pili, value ya pili ya mwisho. Kwa mfano hapa 1, 3. So hapa tukiweka console ili tuweze kuona kile ambacho slice inafanya. Log, sliced. Lakini pia wacha niweke console Nadhani unaona utofauti uliopo baina ya hizi output mbili hapa kwenye console. Output ya kwanza ambayo ni hii sliced ambao ni hii baada ya kuweza kuweka method yetu ya slice katika fruit fruit mwanzoni ilikuwa imehifadhi value hizi element takriban nne hizi. Lakini kwa sasa hii ya juu imetoa element mbili. Maanake hii slice inakuwezesha wewe kutoa Output ama kutumia sehemu fulani ya array yako, element fulani kwa, kwa kuweza kuandika yanzie na index ngapi mpaka ngapi, values zilizopo hapo ndizo ambazo zichukuliwe ziweze kutumika ama kuonekana. Ndio hicho ambacho tumekifanya, so hii one manake tunaenda ku access value iliyopo katika index ya one ambayo ni banana, kisha tukiweka koma tukaweka 3 ni ile mwisho, index ya mwisho value kuchukuliwa ambayo ni tatu kwa hiyo tatu haitoweza kuchukuliwa, itachukuliwa nyuma yake ambayo ni mbili orange na ndo maana imeweza kutoka hapa. Tungeweka hapa mfano mbili basi ingechukuliwa hiyo hiyo banana tu kama hivi ambavyo unaona hapa. Kwa sababu hizi namba tulizoziweka hapa sio kana kwamba ndo zinaenda kuchukuliwa value hizo hapana. Hii moja maanake ianze kuchukua value iliyopo katika index ya moja mpaka index ya mbili. Lakini sio hii mbili yenyewe maanake inachukua Mwisho, yani ile hii namba ya hapo utakayoiweka, naomba unifahamu vizuri hapo. Haitoweza kuzingatiwa. Mfano, wacha niweke hapa 4. 4, umeona kilichotokea? Kwa sababu hii ni index 0, hii ni 1, hii ni 2, hii ni 3. Na hapa tumeweka index 4. Mwisho imalizie hapo. Na nimekuambia hii namba ya hapo itakayowekwa ya mwisho haitoweza kuzingatiwa. Itachukuliwa ile ya nyuma yake ambayo ni 3. Na ndio maana hapa imetoka banana, orange, apple kwa sababu banana ni 1 index yake, orange ni 2, Apple ni 3. Natumai utakuwa umenielewa na umepata hiyo concept, jinsi hizi namba kati ya katika mabano ya haya slice method hii inapofanya kazi. Hii namba ya kwanza ni ile index ya mwanzo ambayo utaanzia. Hii namba ya pili ni ile index ya mwisho ambayo utamalizia, lakini kumbuka, haitochukuliwa ile index ambayo umeweka hapa ile namba. Itachukuliwa ya nyuma yake ambayo ni tatu, value ambayo ipo hiyo, itaweza ku display. Ukiachilia method hii ya slice, pia kuna method nyingine ambayo ni splice. Instead ya kuweka slice, unaingeza tu hapa p inakuwa splice, ambao kazi yake kubwa ni kuongeza methodi hii na kuweza kuondoa element ndani ya array, lakini hii ina athir array ilo asili ya array, tofauti na hii slice ambayo haiharibu asili ya array. Kipi kinahitajika cha kuweza kufahamu? Katika hiyo splice method hiyo ambayo tunakwenda kuitumia hapa, nitakuonyesha kwa mfano muda mrefu. Kwanza kabisa, ufahamu kutakuwa na index ya kuanzia, lakini pia itakuwa na idadi ya kuondoa, ama unaweza kuweka vitu vya kuweza kuongeza. Acha tuweze kuoneshana kwa mfano. Tupo na array yetu ya fruit, tupo na value zetu hizi hapa ndani, element zetu hizi nne. Sasa tunakwenda kutumia splice, acha niweze kufanya hivi, const tufute hii na tutumie method yetu, tunaita fruits dot splice, then tunaweka mabano humu, tunapitisha mfano moja mbili. Okay, then wacha tubakishe console moja hii, unaona console yetu, alafu hapa tuweke fruit. Sasa hivi tumebakiwa na mango and apple. Ipi ambayo imeondoka kwa kupitia hii splice? Imeondoshwa elementi yetu banana na orange. Banana kumbuka ni index one t ambayo tumeweka hapa ni orange. Kwa hiyo one na two zimeweza kuondoshwa, ambayo ni banana na orange. Kwa kuweka hivi umeweza kufanya hivyo, lakini hapa tukiweka mfano zero, index ya kwanza ambayo ni one, sasa tuweke zero, so mango itaondoshwa na banana itaondoshwa. Kwa hiyo hapa unaona zero two, yeah. Kwa hapa kuna umuhimu wa kuweza kutambua jinsi gani ya kucheza na hizi namba za humu ndani. Kama utakuwa hujanielewa vizuri, unaweza kuniambia katika sehemu ya comment ili tuje kufahamishana vizuri kwa mifano mbali mbali mengine, ila natumia utakuwa umeelewa vizuri. Na ukifanya mazoezi huko ukiwa unaweka hizi namba na kufanya majaribio mbali mbali katika elementi zako kwenye array yako utaweza kufahamu zaidi kuhusiana na hii splice na ile slice, hizi namba za humu ndani ya mabano rounded bracket zinavyotumika na kufanya kazi. Lakini pia nimekuambia splice inatumika kuweza kuongeza basi element nyingine value nyingine katika array. Vipi unaweza kufanya hivyo? kwa mfano Let's say hapa katika hii fruit.splice tuweke rounded bracket zetu kama kawaida, ndani humu tupitishe 1, 0, then comma, tunaweka tunachotaka kukiongeza, grapes, tuongeze na pineapple pineapple. Na sasa hivi console.log, ukiangalia grapes na pineapple zimeongezeka, na hizi zinakwenda kuongezwa pale ambapo wewe uta specify hapa katika hizi namba, katika zile index. Unahitaji grapes ikae katika index ya ngapi? Tumeweka 1, kwa hiyo grapes ukiangalia kweli imekwenda kukaa katika index ya 1, na pineapple ikae katika index gani? Inayofuata, na ndio maana tumeweka 0, kwa hiyo zifuatane hizi, ianze grapes, ifuate pineapple. So unaweza kubadilisha hapa pengine grapes unahitaji ianze index ya tatu afu ifate pineapple. Unaona grapes imeanza index ya tatu alafu imefuata pineapple, kwa sababu pineapple tumeweka zero hapa. Ukiweka mfano let's say 4, angalia kilichotokea, pineapple imeenda kukaa kwenye index ya 4. Moja, mbili, tatu, nne, tano. Grapes pineapple zimekuwa added kwa kupitia method hii ya splice. Very simple ni kuweza kufanya tu mazoezi na kuona jinsi gani ambavyo methodi hizi zinafanya kazi. Kikubwa cha kuweza kukizingatia unapojifunza huko ni hizi nambari, uweze kujua jinsi ambavyo zinafanya kazi. Lakini ukiachilia methodi hii, methodi nyingine ambayo ni ya mwisho katika video hii ya leo ni concat. Concat kikubwa ambacho inafanya ni, ni kuunganisha array zetu mbili au zaidi. Ni neno ambalo nadhani limetokana na concatenation concat. Kwa hiyo, kwa mfano hapa tupo na array yetu let's say tupo na array yetu ya kwanza array 1 sawasawa na square bracket, tupo na a coma, tupo na b semicolon, alafu tupo na array nyingine. Hapa tunaenda kuunganisha array yetu kwa kupitia methadi hiyo ya concat, array 2 sawasawa tupo na c coma, tupo na d semicolon. Sasa tunahitaji kuunganisha, tutengeneza array nyingine ambayo ita combine, tuite combine, sawa sawa array1 array1 dot concat concat concat, nafungua mabano ya methodi yetu, tunaweka array ya pili ambayo tunahitaji iunganishwe na array hii ya kwanza, so concat semicolon, tukidisplay hapa console dot .log utaona hapa tuki display combined, imeunganishwa array zetu mbili, imepatikana array moja hii ya combined ambayo imebeba value zote zilizopo katika array ya kwanza na array ya pili. Ukiangalia huku tupo na a b c d. a b b imetokana na array ya kwanza ya array 1 tuloiita hivyo, hii hapa array 1 c d ni hii array 2. Kwa kupitia method hii ya concat tumeweza kuunganisha. Kwa unaanza na ile array yako kwa ya kwanza jina la array yako ya kwanza alafu, unaweka dot, unaweka methodi yako concat, tunafungua mabano, ndani ya mabano unapitisha hiyo array ya pili. Kwa hiyo array ya kwanza na ya pili zitaunganishwa na zitakuwa zimehifadhiwa element hizo zilizounganishwa katika hii array ya combined, kama hivi ambavyo tumeona tulivyo display hii katika console, combined array yetu, na tayari tunaona imebeba vitu hivi. So unaweza kutumia methodi hii kuweza kuunganisha basi array zako. Natumai utaweza kuwa umeelewa vizuri kuhusiana na methods hizi ambazo leo tumeweza kuzikava. Mimi sina la ziada. Kama kuna swali lolote, kuna sehemu hujanielewa, lakini natumai umeweza kupata concept japo kidogo, unaweza kuniambia katika sehemu ya comment hapo. Like video hii, share na wengine wapate kuja kujifunza pamoja na sisi. Sina la ziada, tukutane katika video inayofuata. Kuna vitu vizuri sana ambavyo tutakuja kujifunza video inayofuata, ni muhimu sana kuweza kuvijua. Hutoweza kuwa umekamilisha array kama hutokuwa umepitia vitu hivyo ambavyo tutakuja kujifunza katika video ambayo itafata. So asante sana mimi na wewe tukutane katika hilo somo lijalo.